Vijana, mna mambo ya kufanya ndani ya nchi yenu, kwa ajili yenu, kwa maendeleo yenu. Hazina yetu, mnashiriki vipi vijana wa Tanzania? Endapo tutazisimamia vyema rasilimali zetu, endapo tutasimamia vyema madini yetu endapo tutasimamia vyema kudhibiti mapato ya serikali kuanzia halmashauri za wilaya, serikali kuu, liko jambo kubwa kama Watanzania tunaweza tukalifikia. Vijana kajipangeni, ah, hii ni fursa kubwa kwa vijana. Nchi yetu ina takriban hekta milioni 29 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Fursa nyingine ni kwenye mifugo ambapo tunashika nafasi ya pili barani Afrika kwa idadi kubwa ya mifugo ndani ya nchi yetu. Aidha, Tanzania ina eneo la maji lenye ukubwa kubwa wa kilomita za mraba laki tatu tisini na saba, mia tisa thelathini na saba ambao ni sawa na asilimia 41.1 ya eneo lote la Tanzania ambalo linafaa kwa shughuli za uvuvi na kama ilivyo kwenye kilimo mnyororo wake kwenye uvuvi pia ni mrefu. Lugha yetu alama, za tunu zetu, ardhi yetu, urithi wetu, mali. Kwa hiyo vijana, tunaomba mjitambue kwamba nyinyi sasa ndio wenye maono ya nchi hii sasa hivi na baadaye na mwelekeo ni huo.